Kwa hiyo akitokea mtu akasema hakuna kilichofanyika, unabaki unamwangalia. Lakini wajibu wetu ni kuendelea kuwaelimisha, kuendelea kuwasisitiza kwamba nchi ilipotoka wakati wa baba wa taifa, amekuja mzee Mwinyi, amekuja mzee Mkapa, amekuja mzee Kikwete, kaja mzee Magufuli na leo Dr. Samia. Haifanani kwamba kila awamu ilifanya kwa kipindi chake, kwao unakuta watu wengi kwa kuwa wamezaliwa, wameona lami zipo, shule zipo, hospitali zipo, hawajui taifa limetoka wapi. Kwa hiyo sisi kama Watanzania, kama waandishi wa habari, tuna wajibu wa kutoa elimu lakini kurejea historia, ili pia vizazi vingine vijue kwamba vilivyopo sasa vina historia kubwa. Kuna watu wengi ambao walipambana kufika hapa tulipo. Kwa hiyo jambo la mwisho nalopenda kuliomba na kulisisitiza tuzidi kutumia kalamu zetu vizuri, waandishi wa habari, hasa katika kuijenga Tanzania tuliyonayo, kwa sababu nchi hii ni ya kila mmoja, sote hapa ni kwetu. Tusipolinda nyumbani kwetu, endapo itatokea jambo lolote baya, wote tutakuwa ni wahanga. Lakini chini ya chama cha mapinduzi, chini ya serikali ya CCM, chini ya mgombea urais Dr. Samia Suluhu Hassan, ni imani yangu mambo yatakuwa mazuri, na Watanzania wataendelea kufurahia kazi nzuri ambayo inafanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan.